Tumekuja kushiriki kwenye maadhimisho haya. Lengo la siku kuwepo kwenye haya maadhimisho kwanza ni kuonyesha e, aina ya huduma ambazo tunazitoa e, kwa maana ya kwamba kwa kuwa NEMC ni taasisi ya umma maana yake inahudumia Watanzania. Kwa hiyo tuna huduma mbalimbali ambazo tunazitoa e, kama taasisi ya umma mojawapo ikuwa kwanza ni kusimamia mchakato wa tathmini athari kwa mazingira. E, lakini la pili pia ni kuhakikisha kwamba miradi yote inayotekelezeka kwenye mazingira e, inazingatia taratibu na viwango vilivyowekwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo tunayafanya hayo e, na kikubwa kabisa kwamba e, wiki ya utumishi wa umma pia inaambatana na kutoa elimu kwa umma. Kwa hiyo sisi kama baraza tuko hapa kwa ajili ya kutoa elimu kwa umma hususani kuhusiana na e, E, taratibu zile za usimamizi wa mazingira, lakini uelewa wa changamoto ambazo tunazo kwenye mazingira e, na namna ambavyo tunakabiliana nazo e, kupitia tafiti mbalimbali ambazo tunazifanya e, ambazo kwa kweli huwa tuna, tunashirikisha umma e, lakini kikubwa kabisa ambacho tunatu, e, tunajivunia kwenye haya maadhimisho ya wiki ya umma e, ni kwamba tunaonyesha pia utekelezaji wa ilani ya chama e, kwa kipindi cha miaka mitano hususani kwenye upande wa usimamizi wa masuala ya mazingira. Kwa hiyo, tuna majarida na miongozo mbalimbali, lakini pia na huduma mbalimbali ambazo pia zinaambatana na hizo, ikiwemo na usimamizi wa kelele chafuzi. Kama unavyofahamu, ni kwamba mazingira pia yanaambatana na utulivu na uzingatiaji wa viwango, hususani viwango vya E, vya kelele. Kwa hiyo e, tunaonyesha tuna, tuna namna ambavyo tunatoa hiyo huduma e, vipimo ambavyo tunatumia e, na namna ambavyo tunafuatilia, tuna, tuna, tuna, tuna malalamiko mbalimbali ambayo yanawasilishwa kwenye ofisi yetu hususani e, pia e, kwa upande wetu sisi kwa mfano ofisi ya kanda ya kati e, tuna katika kuonyesha kwamba e, tumejikita e, zaidi kuhudumia pia E, wananchi ambao wanapatikana kwenye hili eneo la e, tunasema ukanda wa mikoa ya kati ambao tunaisimamia e, kwa maana Dodoma, Iringa e, na Singida e, tumeonyesha ni nini tumefanya kwa mwaka huu. Kwa mfano e, sisi kwa mwaka huu tulikusudia e, kutembelea miradi mia nane e, na kuikagua na kuhakikisha kwamba inazingatia zile taratibu za kimazingira. Lakini kuhakikisha kwamba tuna, tuna E, tunatekeleza wajibu wetu ipasavyo e. Kwa mwaka huu kwa mfano wa fedha tumeweza kutembelea takribani e, zaidi ya miradi 963. E, kwa hiyo ni mafanikio makubwa ambayo pia tunaonyesha Watanzania kwamba e, majukumu tuliyopewa tunayaweza, lakini sababu na hilo e, tuna, tuna. Kwa kuwa pia tunasimamia mchakato wa tathmini athari kwa mazingira e, tulijiwekea malengo kwamba kwa, kwa mwaka huu kwa mfano E, tunapaswa kusajili miradi e, isiyopungua 125 na mpaka sasa e, tunavyozungumza e, ambapo ni siku chache zijazo tu tutafunga mwaka wa serikali, maana yake e, tumesha sajili zaidi ya miradi 150 e, tumesajili miradi 156. Kwa hiyo e, ni kiwango kikubwa, ni zaidi ya asilimia 125 ya malengo ambayo tulijiwekea kwa mwaka huu wa fedha. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa katika kutekeleza E, majukumu tuliopewa ya kutumikia umma e, kwa hiyo tuseme tu e, sisi tunaendelea kutekeleza majukumu yetu, lakini sababu na hilo tunakaribisha Watanzania wote hususan ambao wako kwenye haya maeneo ya kanda ya kati.